Hadithi inafuatia mbele, hadithi ya tatu katika mlango huu. An asim bin umar bin qatada, an jaddatihi, anaitwa Rumaitha radhiallahu anha, qalat, amesema. Kutoka kwa Asim bin Umar bin Qatada, an jaddatihi, kutoka kwa bibi yake, anaitwa Rumaitha radhiallahu anha, qalat, amesema. Amesemaje?

Inabidi kitolee maelezo kivipi? Wanasema nazuoni e, katika, katika sharhe e, kuna mwingiliano wa, wa maneno hapa, ambayo maneno haya inabidi yatolewe ufafanuzi. Wanasema hadhihi ljumla mu'tarida baina alhali wa hia jumlati yakul, sentence hii imekuwa interfered, yani imeingiliwa katikati baina ya hali ambayo anataka kuielezea huyu mama kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam nimemsikia akisema. Sasa kabla yale maneno ambayo alikuwa akiyasema mtume kuyasema, akaelezea hali fulani, ndio hii sasa. Maneno haya yanasema eh? akasema eh, kwamba walau shaa an ukabila. Sasa haya sio maneno ya Mtume, hii ni hali anaielezea huyu Rumaita radhiallahu anhu. Mwisho ndio atakuja kusema hayo maneno aliyomsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nafikiri iko wazi eh? Kwa hiyo mtu asijakachanganya madawa samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lhwa salam walau ashaa. Haya sio maneno ya mtume, hii ni ni maneno ya huyu Rumaitha, anafafanua hali ya hii, nakusudia alama ya utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam salam. Anasema hivi Rumaitha, walau ashaa, lau ningelitaka. Walau ashaa, anasema lau ningelitaka, lau ashaa la, lau ningelitaka au ningelipenda An uqabbila alkhatama. uqabila khatama ukabila kwa maana ya kubusu au kushika, kinapa mara nyingi na maana ya kushika au kukamata. An uqabbila, kama ningelitaka kushika ile alama alkhatama, ya annubuwa al, ya mtume swalla Allah alayhi wa sallam. Walau shaa, maneno haya Rumaitha anaelezea, si maneno ya mtume. Anasema walau ashaa, na lau ningelitaka, an uqabila alkhatama kushika muhuri alama ya utume wa mtume alladhi, alama ambayo, baina katifaihi, iko baina mabega yake mawili min qurbihi, kutokana na ule ukuruba wake, yani iko karibu mno. La fa'altu ningelifanya eh, kama ningetaka kugusa ile. La fa'altu ningelifanya. Anasema maneno haya nani? Rumaitha yaqul. Sasa hapa ndo sentence inakamilika ile samitu anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ndo hapa sasa, hapa maneno ya mwanzo walau ashaa, anaelezea ana ile hali eh, kisha baadaye ndo anasema, yaqul, akisema mtume sallallahu alaihi wasallam li Saadi bin Muadhi, kuhusu habari ya sahaba mtukufu anaitwa Saadi bin Muadh. Nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam yaqulu, akisema li, li kuhusu habari ya nani Saad bn Muadh yauma mata, siku ile alipokufa yauma mata, yani siku ile alipokufa Saad bn Muadhi. Alisemaje Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mtume? Anaelezea kifo cha, cha Saadi ibn Muadhi siku ile alipokufa. Bwana Mtume alisema hivi, ni hadithi refu, lakini kipande hiki tu ndio ambacho tunakiona hapa, ni ihtazza lahu arshur rahman, ihtazza lahu ilitingishika kwa ajili yake huyu Saadi bn Muadh arshi y llihtaza lahu arsh yani arshi ya Allah ih arshia. Yani arshia rahman ihtaza bimana ihtarakat ilitingisika, ilicheza kwa nani? Kwa Sa'd bin Muadh k haya, ndio maneno yaliowasikia nani huyu bibi Rumaitha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kutingishika kwa, kwa arshi hapa, wanazuoni wameifasiri katika sharhe, wanasema kwamba hapa kwanza inabainishwa ile

aliwachagua baadhi ya masahaba kama 40 wapande juu ya mlima wasishuke, tukishinda tukishindwa msishuke. Vita vikapigana vikapigana vikapigana, lakini ikaona waislamu sasa wakawa wanapata ushindi. Wale kule juu kule wakagawanyika, wengine wakasema, mazali vita vile viko hali ile, tuna, tuna kuna shida kuna haja gani ya kubakia huku juu ya mlima, acha tushuke. Wengine wakasema, aa, aa. Mtume sema tusishuke vita vikiwa vizuri kwetu, au sivyo, mpaka tupate amri nyingine. Wakashuka, wakabakia kumi na moja tu. Wakati huo Khalid bin Walidi hajaslim, akapiga jicho kule, akajua wale ndio waliokuwa kikwazo wale, akawazunguka sasa. Baadaye ikawa sasa kipigo kik, katika kipigo hiki ikawa ile vurugu mechi

ni eneo ambalo wanasema watu wa anatomi. Kutoka kusomea udaktari kwanza usome anatomi, yani ule mwili wa mwanadamu. Katika mkono hapa ndani kuna mshipa mkubwa wa damu huu, kama ikitokea maafa yoyote na haukuwahiwa mapema kuzibwa, damu kuzuliwa isitoke, mtu anakufa kwa walipigwa katika mshipa huo mkubwa, yani wa damu. Wanasema baharudamu au naharudamu, yani mto wa damu, ambayo ina flow damu Hakufa, eh, afwan, falam yarkad dam, damu haikutoka bwana kabisa, hakujuruzika damu hata mata baada shahri, baadaye eh, mwezi mzima kupita, ndio Saadi bin Muadh ndio akafariki dunia. Kwa hiyo huyu bwana tunamzungumzia hapa, ndio anasema ihtaza, eh, lahu arshu rahmani, bwana Mtume, ilitingisika kwa ajili yake huyu Sadi, anasema eh, alikufa eh, wadufina alikufa baada ya mwezi, na akazikwa katika makaburi ya albaqi. Washahida janazatihi, walihudhuria katika swala yake ya jeneza elfu sabini malak malaika elfu sabini walihudhuria katika eh, swala hii ya jeneza ya Saadi bin Muadh. Kwa hiyo habari zake ni ndefu, lakini kwa ufupi katika riwaya hii inaeleza kwamba ihtaza lahu arshur rahman, kwa maana arshi ya Rahmani ilitingisika kutokana na ile hali ambayo, si kwa maana kutingisika huko kiasi ambacho mtu asiye akafanya ile imagination, wanasema wanazuoni, na kwamba hii ni istibsharan wa sururan biqudumi ruh wal ihtizaa fi lasli ataharuk walitirak, yani inaonekana ni bishara njema, roho zinapopanda juu kunakuwa kuna, kuna mambo huko juu. Roho ikiwa njema, basi milango inafunguliwa katika hali hiyo, na ikiwa mbaya, milango inafungwa inakuwa kazi sana mpaka kupita huko. Sasa roho ya Saad bin Muadh

Hii ni maneno yake sasa, sio maneno ya Mtume. Lau ningelitaka ningelipenda, an alkabila alkhatama, kushika au kukamata alkhatama, mhuri, alama, alladhi baina katifaihi, ambayo iko baina mabega yake mawili, mtume saa sallam, min kurubihi, kwa ule kuruba wake, yani ile alama ilikuwa iko karibu sana na mimi, basi la faaltu, ningelifanya. Yaqulu, maneno haya sasa ndio yale samitu nimemmsikia bwana Mtume sala salam yakul akisema, li Saadi, kuhusu habari ya Saadi bin Muadhi yawma mata, siku aliyokufa, alisema bwana Mtume eh tazalahu arshur rahman. Nam, hadithi ya tatu katika mlango huu ni hadithi ya nani? Hadithi ya an Umar bin Abdullah maula eh, ghufrata

Waqal, akasema baina katifaihi khatamu nubuwa wahuwa khatamu nabiyin. Sasa hapa kabla sijienda mbele eh, kwa wale wenye vitabu wale na dil na wale wenye vitabu, ni nani anaweza kukumbuka hadithi hii tulisoma? Alafu ni dhaifu e, angalia hadithi ya sita refu, lakini kuna kipande hichi ambacho ndio kipo hapa, anasema baina katifaihi khatamu annubuwa wahuwa khatamu nabiyin. Mmekiona hicho kipande? Hadithi ya sita kipande hicho ndio kichi, eh, hapa waqal, baina katifaihi khatamun nubuwa wa huwa khatamun nabiyyin. Si mko dhahiri, mko dhahiri wale wenye vitabu umeiona. Kwa hiyo hadithi hii tuliisoma huko nyuma ni hadithi dhaifu kwa eh, wale wenye vitabu dhaifun Akhraja imamu tirmidhi e, katika sunani yake, na zikatajwa udhaifu hadithi hii kwamba ibrahim Muhammad lam yasma min ali, na vile vile hapa leo tumeona miandiko asaa dhaifu jiddan e, katika taaliki ya mwenye kitabu hichi nilichokuwa nacho, anasema dhaifu jida, ni dhaifu mno. Kwa hiyo hapa hatuna haja kuzungumza lolote, kwanza hatushasoma huko nyuma, halafu ni dhaifu kwa. Tunakwenda hadithi inaofuatia hapo mbele, hadithi inaofuatia mbele ni hadithi ya

udnu minni nisogolee, njoo karibu yangu. Udnu minni, yani njoo karibu yangu, sogea kwangu, sogea kwangu. Udnu minni, nisogolee, karibu yangu. Ya aba zaidi, ewe aba zaidi, udnu minni, nisogolee, njoo kwangu. Famsah dhahri, na kuomba upanguse au fute mgongo wangu. Famsah dhahri, yani upanguse mgongo wangu. Njoo udnu minni, nisogelee, karib, jongea kwako -kwa famsah dhahri panguse eh, mgongo wangu. Maneno haya anasema mtume kumwambia huyu aba zaidi, anasema abazaidi, famasahtu famasahtu, mimi nikaupangusa. Dhahrahu, mgongo wake mtume. Famsahtu dhahrahu, nikaupangusa mgongo wake bwana Mtume sallallahu alaihi alehi wasallam. Fa wakaat asabii alalkhatami, tahamaki najikuta asabii, vidole vyangu, asabii vikawa vimeangukia au vimeshika vimekamata alkhatami, ile alama ya utume aliokuwa nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam salam. Fa wakaat asabir, yani vilode vyangu vikashika au vikakamata ala al-khatam, vikaukamata ule muhuri ule alama ya utume aliokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuntu kultu, nikasema wa mal khatam, nini al-khatam? Kwa hiyo rawi asimulia, qala, akasema shaaratun ni nywele, shaaratun ni nywele ambazo ni mujtamiatu, nywele zilizojikusanya. Mujtamiatu ni nywele ambazo zimejikusanya, kwa kujikusanya kwa nywele kusudia, zimefanya kitu kama e, e, wanasema ki sports. kitu kiduara duara hivi, anasema shaaratun ni nywele ambazo mujtamiatu

ambazo zimekuwa zimejikusanya eh, mujtamiatu. Hadithi hii ni hadithi sahihu nam. Hadithi inayofuatia hapo mbele ni hadithi ya nani eh? hadithi ya uh, Abu Buraida eh? Abu Buraida yaqulu anasema, hadithi hadathani Abdullah bin Buraida qala eh, samitu Abu Buraida Abdullah bin Buraida anasema, nimemsikia Abu Buraida akisema jaa uh,

alipowasili katika mji wa Madina ni moja katika historia kubwa sana ya huyu bwana e, imeelezwa vizuri sana na watu wa tarehe, kwamba kwa nini alikuja Madina. Tutaangalia kidogo tu, Sheikh albani ametoa maelezo, anasema alikuja na nini, bimaidat bimaidata, alikuja na maida. Maida ya hapa haifasirii kwa maana ya meza ni chombo ambacho ndani yake chatiwa chakula. Wanasema eh, ni kwa Kiswahili cha pwani wanasema chano, chano inakuwa ni kitu kama round circle eh, kisha ndani yake mnawekwa vyakula vya sampuli tofauti. Anasema chano, mara nyingi wale watu wanaoshughulika na mambo ya kutoa mapepo mashetani utasikia bwana eh, kiti anataka chano, chano ndo hii yani sinia ndani yake, kwa kuna halua kuna tende kuna ndizi kuna nyini kuna nini, nini, kitambaa cheupe. Sasa huyo Salmani Farisi alipowasili bwana kwa Madina alikuja na chano, yani chombo ambacho ndani yake atili inaitwa maida alaiha juu yake. Katika chano hicho kuna rutabu, rutabu, ni zile tende ambazo maalum zinakuwa katika hali ambayo zimeshatoka katika ubichi lakini hazijafika katika kule kuiva. Total eh, inaitwa ratabu ambayo ni best quality rutabu. Kuna rutabu ndani yake. fawadaha baina yadai rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akakiweka chano kile mbele ya Mtume, baina yadaii mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, chombo kile ambacho ndani yake mna ratabu tende zile ratabu, akakiweka fawadaaha baina yadaihi, yani mbele ya nani? Mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam

nimekuletea sadaka yako wewe na masahaba zako, izira thawabu unazoziona nimeleta mbele yako kwa ajili kwamba ni sadaka. Wa ala ashabika, yani sadaka alaika, kwako wewe na kupa sadaka na masahaba zako. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, irfaha. Iyondo e, ondoa ondoa ondoa. Irfaha yani chukua ondoa, inyanyue fa inna, hakika sisi, la naakulu sadaka, hatuli sadaka. Kwa hiyo Salman Farisi akaamriwa na Mtume kwamba ah, ondoa hiyo, sisi hatuli sadaka. Ni moja katika jambo ambalo khususia, riwaya nyingi zimekuja, inna ala Muhammad la naakulu sadaka, sisi ala Muhammad, yani kwa maana Mtume mwenyewe na na wa ahlubaiti yake wote hawali sadaka. inna

wana Mtume akamuuliza tena, ma hadha ya Sulaiman? Nini hii umeleta hapa ila nini kitu nini, Sulaimani? Hii, ma hadha ya Sulaiman faqal, akasema Sulaimani Farisi, hadiyatun laka hii unaona mbele yako hii ni zawadi yako, hadiyatun laka hii ni zawadi yako ya Rasulullah. Fa qala rasulu llahi sallallahu alaihi wasallam liashabihi, namtume mtume sallallahu alaihi wasallam akawambia masahaba zake bsutu bsutu, kwa maana aya ichaneni, ikunjuweni kule. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam liashabihi bsutu, kwa maana nyosheni mikono yenu kuleni. Faqala rasululla sallallahu alaihi wasallam bsutu, kuwambia masahaba bimaana mle sasa, haina tatizo. kisha

Akatazama ile alama ya utume ambayo iko adhahari iko mgongoni kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipoiona ile alama, Salman alfarasili fa amana bihi, pale pale akamwamini. Kwa maana akasi, fa amana bihi, pale pale akamwamini. Kumwamini huku amefasiri Al-Albani rahimahullahu katika uh, muktasar yake ametoa maelezo mafupi tu ambayo nafikiri yatakuwa yatatusaidia kidogo katika. Hapa nasema huyu bwana amepewa jina la Faris kwa sababu alikuwa anatoka katika nchi hiyo ya Fursi. wa huwa sahabiyun jalilun, ni sahaba mtukufu Salman al-Farisi, mashhur, ni sahaba mtukufu wakana. Sasa sikiliza hii historia yake kidogo, ili ufahamu ilikuwaje mpaka akaamini. wakana akhbarahu ba'du ar-ruhban baadhi ya maruhbani. Maruhbani hapa kusudiwa ni wale watu wa makanisa ambao wao wamejitenga na suala la ndoa. Kwa hiyo kama itakuwa padri, itakuwa askofu, itakuwa nani, itakuwa nani, ndio ile. Katika Allah wakasema warahbaniyatun ibtadauha ma katabnaha aleiha, na uruhbani waliouzua wa hawo ak sisi hatukuwaandikia. Kwa Salman Farsi alikhabarishwa na baadhi ya ruhbani historia refu, huyu Farisi alikuwa <coughs> na baba yake alikuwa akimzuia zuia sana asiende katika hizi makanisa nini, kwa sababu wao walikuwa wakiabudu moto, na alikuwa kazi yake kupepea moto huyu Salmani Farisi. Moto ule hauzimiki kutokana na juhudi zake <coughs> kila siku yani, uhakikisha unawaka tu, lakini baadaye tena akastorowee, akakimbia aka kwa baba yake, ima alimtuma katika eneo akaingia katika kanisa. Alipoingia katika kanisa, akaona mbona watu wana ibada ambazo ni nzuri, akapendezewa na ibada zake. Baadaye kama akaenda kabisa kabisa, akawa sasa yuko katika kanisa. Sasa katika kanisa, akawa ye maisha yake ana anaambatana na hawa maskofu mapadri. Sasa wale wakamhabarisha bidhuhuri, nabii sallallahu alaihi wasallam fil hijaz atakuja huko Hijaz. Hijaz ya yakusudiwa ni katika e, eneo la Uarabuni e, Saudia ambayo sasa ina Maka na Madina na nchi nyingine Taif. Wasafa lahu fihi alamatun ruhbani, wale wakamtajia zile alama za huyo mtume atakayokuja, wakamwambia hivi, wa hiya qabulul hadiya, alama yake mtume huyo ni anakubali zawadi, wa adami qabuli sadaqa, na hapokei sadaka. Atakuja ukimwa na alama hizo, basi huyo ndo nabii huyo wa khatamu nubuwa, na atakuwa yeye ni mtume wa mwisho. Kwa hiyo fa ahaba alfahsu anha, aka Salman Alfarisi ndiyo sasa anamtafuta huyu nabii wenyewe ni yupi ambaye amepewa sifa na wale makasisi kwamba anapokea zawadi lakini sadaka hapokei. Kwa hivyo akasikia yuko Madina, akaja Madina. Sasa alipokuja Madina, Salmani al-Farisi ndiyo sasa anataka kuprove kwamba huyu kweli ndo mtume yule. Ndo akaenda na sinia lile lina ratabu, akamwambia mtume saa salam, nini hichi Salmani? Akamwambia, hii ni sadaka yao. Mtume akamwambia, ondosha. Siku ya aka pili akaenda na sinia lina ratabu Akamuuliza nini chi? Akasema hii ni zawadi. Mtume akamwambia masaba haya, kuleni. Sasa alipoona vile al, ameprove kwamba jana nilikuja na sadaka akaikataa, leo nimekuja na zawadi kaikubali, kwa hiyo huyu ndo yule mtume yule. Kwa hiyo ndo hapa riwaya inasema kwamba e, fa amana bihi Salman al-Farsi akamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam akamsadikisha na akasilimu akawa mwislamu wakana lil yahudi

Eh, kwa amaunti kaza, kaza, kaza, kaza ya dirham ala an yaqrisa eh, an yaqrisa lahum nakhla. Nam, tuweke alama hapa, tusimamie hapa Bwana Mtume asalam, akawa amemnunua kwa maana akamkomboa katika utum, lakini shaslim na ameslimu baada ya kuprove yale habari ambazo zilizokuwa E, zimewekwa ameambiwa na makasisi. Inshallah juma lijalo tutaendelea na kipande kilichobakia na tutamaliza mlango huu, nafikiri naam. Sasa hapa, ndugu zangu Waislamu, kitu ambacho nilikuwa ninataka leo niwafahamishe kwamba siku zote e, dawatu salafia ina misingi na misingi ya dawatu salafia iko mingi, wengine wanasema sita, wengine saba, wengine ngapi, lakini mmoja ni alilmu ni hii ndo msingi mkubwa wa tatu salafi, ni kusoma na kusoma, kwa maana ya kusoma kama hivi, si mimi na kitabu hapa, na wanafunzi wako mbele yangu wanafanya nini? Wana vitabu huku, ndo kusoma. Kwa hiyo mapote mengi ya kisufi, wao suala la kusoma hawana habari nalo kabisa. Mfano jamaatu tabligh, jamaatu tablighi wao juhudi, juhudi, juhudi, juhudi, basi waje na nanani, ko tayari e, siku tatu upande huu niko tayari. Wewe mashaallah, siku ngapi? Mashallah, siku tatu. Sasa kusoma wao kubeba masufuria <laughs> <laughs> <laughs> tu. Sasa dawatu salafia hii inadhihirisha kwamba twamsoma Mtume, alama yake aliyokuwa nayo kielimu, kielimu, knowledge, hadithi baada ya hadithi, jamani, hadithi sahihi. hii sahihi iko katika kitabu fulani na hadithi hii imesimuliwa hivi na hivi na hivi, lakini masufi wao kazi yao kubwa kabisa waelewa tu kwamba mtume ana alama, lakini kusoma hali hii, wasome waambie, basi njoni msome aa, ana alama. Kwa hiyo hapa nakwenda studio ya kidogo eh, studio yani sijui fundi mitambo kama atalipa muda kidogo nafikiri tutosheke na <laughs>